na watu walikuwa wakijua kwamba hawa Waadventista wanatoka, wanasikia nyimbo nzuri na tamu ambazo tulikuwa tukiziimba mara kwa mara. Wakati mwingine majira ya jioni tukiwa eneo la kambi, eneo la kulala, tulikuwa pia tunaimba na kumtukuza Bwana. Kwa hiyo aa, kazi tunayo kwenda kuifanya ni kazi nzuri, tusiogope wala tusifadhaike mioyoni mwetu, kwa maana yeye Mungu yuko pamoja na sisi lakini jambo lingine, kuna ambao walijibiwa maombi, kupitia walijibiwa maombi kupitia kazi ya kinondo mwaka jana. Kwa hiyo tunapoenda, mtambue yuko pamoja nasi, yeye aliye jemadari mkuu. Hapo ndipo mwisho wa somo langu katika siku ya leo, na kwa kuhitimisha somo hili nitaomba uh... Sasa kwa uh, kufunga kwa uh, maombi tuna uh, taomba watu wawili wataomba pamoja na mnenaji wetu pia. Yeah, ataomba um, Frederick, utaomba kwa ajili ya vijana. Kuna um, vijana wengi wanaishi katika uh, changamoto kubwa na maisha magumu, hata sehemu ya kuishi inakuwa ni changamoto jinsi ya kujikimu inakuwa ni changamoto. Naomba uh, Frederick utaombea vijana hawa, na Mungu waweze kuwabariki katika shughuli shughuli ambayo wanazo wanazozifanya na katika changamoto zote Mungu aingilie kati. Alafu mtu wa pili atakayeomba ni Elda uh, Mayunga. Elda Mayunga ataombea wahudumu uh, wetu kule effort ya Nchangwahela na effort kwa ujumla na wote watakaojitoa kukaambika kutoa uh, masomo kuhubiri, mchungaji wetu, um, wenyekiti wote watakaohusika pale, uh, Elda Mayunga ataombe, alafu uh, mwisho um, mnenaji wetu dada Revana ataomba ataomba kwa kufunga. Na karibuni sana tu- tuombe, tunaanza na Frederick alafu Elda Mayunga alafu Revana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa masaa haya siku ya leo. Tunakushukuru Mungu hata kwa kusikia neno lako la kututia matumaini na kutupa nguvu. Jina lako litukuze Mungu. Mungu, tunaombea vijana wote ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Mungu utazama, vijana wengi wapo katika hali ngumu ya kimaisha, wengine wamekata tamaa, wengine wamejeruhiwa, wengine hawana matumaini, wapo gizani, lakini Mungu wewe ndio uwezaye kutoa faraja juu ya vijana kuainua na kuimarisha kiroho. Lakini pia Mungu sisi vijana ulitutwita ndani ya kanisa la Waadventista Sabato, umetupa nuru tuweze kuwasaidia wengine, tupe juhudi nabii i ya kuwahudumia wale walio gizani. Wengine ni ndugu zetu, marafiki zetu, majirani zetu na wengine tunafanya nao kazi. Wapo wengi ambao Mungu wapo gizani, wapo kwenye uraibu mbaya, wapo katika hali ngumu ya kimaisha, wapo ambao wengine wamesoma, lakini hawajui mwisho hatima ya maisha yao yakoje. Mungu wasaidie vijana waweze kuinuka, lakini pia tusaidie sisi zaidi tukafanya kazi yako kwa juhudi na kwa bidii. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amina, amina, amina. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu, ni wewe ambaye umelipanga kanisa na ukaliongoza kuwa na idara tena kuwa na idara ya vijana, vijana ambao wameombewa mambo mema, na ninaungana na maombi hayo. Na kisha Mungu wetu vijana nao katika utumishi wakajipanga, na kwa ajili ya mwaka huu kwa ratiba ulioikubali wewe, ukaruhusu kupangwe mahubiri kule Nchangwahela. Mungu, tuandalie mambo utakayoyajaza kwa watumishi wako, atakayefundisha afya, atakayefundisha familia, atakayefundisha, atakayetoa masomo ya Biblia katika mapana yake yule mchungaji mnenaji Elisha Juma na wengine, Mungu wetu hebu kaweke kitu alafu, kile kitu kitakachotoka kule kikawafikie watu wa Nchangwahela watambue kuwa ni baraka zimewajia, watu wanaokupenda wote kule wakasikie jinsi ambavyo ni baraka zimekuja. Tunaomba Mungu wetu, vijana walioamua kwenda pale ambapo wewe unakuwepo, maana kuenda katika kuipeleka Injili na wewe umesema uko pamoja nasi vijana wote na we, washirika wote wa vijana waliochagua kuwa kule Changwahela, afya zao ukazitunze, ukazibariki, ajali uziepushe, balaa nyingine uziepushe, wakapate baraka ya kuwa pale na kupeleka ujumbe. Mungu wetu marafiki wema wote wakapatikane, tena wapokee ujumbe. Mungu wetu kila atakayechanga kitabu nacho kifike, atakayechanga chochote kikafike na kifanye maajabu, kifikishe ujumbe katika mioyo ya watu, roho za watu zisiendelee kufa mchango wa hela, badala yake kupona kwa aina ya pekee sana, kukatokee Mungu. Kama kuna anayejiandaa anayejipiga kutoa kitabu sasa, Mungu wangu fungua madirisha, apate hiyo hela na kitabu kikapelekwe. Kama kuna cha kuchangia kingine chote, fungua madirisha nipatikane na kazi ikafanyike, wanaoenda kukambika kule wakakambike bila kuwa na msongo wa jambo jingine, wabaki na mzigo wa injili ambao utabeba pamoja nao, utawaongoza na utafanikisha. Tunaomba mafanikio makubwa kabisa katika ile efoti na katika mambo yote yatakayoendelea kule. Tunaomba kwa jina lake Yesu, amin, amina, amina yetu na, na... tunakushukuru sana kwa wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa somo ambalo umetupatia katika siku ya leo, somo hilo linalotutia nguvu na kutujulisha kwamba wewe uko pamoja nasi na hata sisi tunaamini hivyo, kwa maana ni wewe pekee ndiye uliyetuamuru kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Tunakuja miguuni pako Baba tunazo uh, pungufu ya fedha mpaka sasa. Tunakuomba utusaidie na kutuwezesha tuweze kumalizia kiasi cha fedha ambacho kimebaki kwa ajili ya kazi yako. Endelea kuandaa watumishi wako na kuwabariki kila mmoja ambaye amepanga kushiriki kazi yako katika eneo la mchango wa hera. Lakini andaa watu wako ili tutakapokwenda kule Bwana, kwa maana wewe ulisema tutakwenda kwa kila mtu utakayetaka twende kwake na tutasema neno lile ambalo wewe umeliweka kinywani mwetu. Tunakuomba uandae watu wako, ili tutakapofika katika eneo la mchango wa hela, tukayaseme maneno yako yatakaotoka vinywani mwetu kwa ajili ya kuwavuta wengi kwako. Ulisema ya kwamba ukiinuliwa juu, utawavuta wengi, na sisi kama wana, watoto wako, tunakuinua wewe katika eneo la mchango wa hela. Tunaomba uondoe vikwazo vyote, vikwazo vya mvua lakini vikwazo vingine vyovyote ambavyo vinaweza vikajitokeza, bali utukufu wako na ukainuliwe mahali pale na watu waane wako... wewe, kwa maana mimi naamini kwamba yeye atakayelisikia neno lako kwa kuongozwa na Roho wako Mtakatifu wa hakika, Baba wa mbinguni atakuja kwako, ifanye neo yako iandaa vyema ili neno lako litakaposikika masikioni mwako wakazisikia habari zako na kukujua wewe. Ninaamini kwamba Bwana, ukiwa pamoja nasi kwa hakika wengi watakuja kwako. Tenda hivyo Bwana, kwa utukufu wa jina lako ili wewe uweze kuinuliwa miongoni mwa watoto wako. Asante Yesu kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Hivyo tunavyoomba na kushukuru kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amina, amina, amina. Uh, tunakushukuru sana mnenaji wetu Revana. Mungu akubariki sana sana, umetutia moyo, tuwe hodari, tusiogope. Kwa hiyo, uh, kwa maneno haya tupo tayari kwenda mchango wa hela kufanyia kuana kazi.